Tunaona hii ni familia ya sisi wa Kristo. Kuna familia ya upande wa pili pia, akina mama mdogo, tunawajua, karibuni basi na wao. Kuna maisha wao wanaishi, yaani maisha ya nyumbani ya kila siku